Lile agano, kuwa kama agano hilo agana na baba zao baba zao eh? siku ile eh? ilipowashika mikono yao eh? ni watoe katika nchi ya Misri. Ndio. kwa sababu hawakudumu katika agano lao. Ndio. mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli, hili ndilo agano, nitakalo agana na nyumba ya Israeli. Baada yeah? ya siku zile asema Bwana. Baada ya siku zile asema Wow. Hey. Wapa sheria zangu katika nia zao, nitaweka sheria zangu kwenye nia kwenye nia. Sunaelewa maanake, hazitakuwa ziweza kuandika hivi mtu anasomea, zitakuwa ndani yao na eh. Katika Na katika mioyo yao, yao. yao. Nitaziandika. Itakuwa Mungu, Mungu kwao, watakuwa watu wangu nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, hawatafundishana mtu kila na jirani yake, watakuwa kila mtu anaelewa, maana kila mtu na ndugu yake akisema. Hao ni watu ambao, maana yake, na... tayari Roho Mtakatifu yuko ndani yao. Yeah. no. Kulikuwa kuna Roho Mtakatifu kukaa kuka kwa kila mtu kwenye agano hilo. Ndio maana huyu anasema haya mambo yamekuja kuwatimizia sasa hivi, uendelee mm hapo -hmm. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao, nitawasamehe maovu na dhambi zao sitazikumbuka tena. Hilo jambo lilikuwa liwezekani wakati ule, dhambi ulikuwa ukitoa leo ukichinja ng'ombe